Naongea na kikosi kazi hapa. Ndio, ndio, ndio. Asante sana, unaongea na wiki na isimpengerwa, ndio kutoka ofisi ya rais Dodoma. Ndio, mwambie amepiga simu kutoka ofisi ya rais Dodoma. E, mwambie anipigie kwa sababu ana mwaliko na mama. Hapana, kuna baadhi ya makanisa kwa ajili ya maridhiano. Unajua, sasa hivi kuna maridhiano. Mtu huyu inawezekana ana baraka zote za mamlaka, ingawa wengi wetu tunaweza tukaona kwamba ni kama nia ya simu yake sio hiyo iliyo kwenye maneno yake, kwa sababu naamini wengi wetu tunafahamu kwamba njia ya Ikulu kutoa wito, hususan wito ambao unaweza ukawa ni kama baraka nzuri, haiwezi kuwa hii ambayo imetumika zaidi kihuni ilipotumika kwa sura kama hii walioingia mkenge. Ii, kilichofuata yalikuwa ni maumivu, ni madhila. Lakini mbili e, Mbarikiwa kuitwa kwenye maridhiano moja kwa moja, unaweza ukawa najua huko ni kwenye maviziano ama kuviziwa, kwa sababu Mbarikiwa taridhiana nini? wakati mwisho hapa tarehe 21 mwezi wa 10 elfu mbili na ishirini na tano mtoto wake katekwa, kijana wake katekwa na mpaka sasa hajulikani aliko. Mchungaji ambaye alikuwa karibu na mbarikiwa eh, Maria Martha kawawa na akuwa kwenye maandamano eh, mtoto mbarikiwa aliwawa watu wameuawa Lakini pia watu wanaendelea kukamatwa, watu wanaendelea kutekwa. Huyu mbarikiwa atakuwa na maridhiano gani? Naamini pengine maridhiano yange ya, ya, yoyote atakayokuja kufanyika yanakuwa na msingi, walau kunaanza kuonekana roho ya ubinadamu kwa mamlaka husika, kwamba walau hata wale waliouawa miili yao ipatikane, wale waliofungwa kwa kesi ambayo sasa imekuwa maarufu ya uhaini waachiriwe, kwa sababu kiuhalisia uhaini eh, Sio hivyo e, mtu aweze akawa analia, analalamika, anajaribu kuonyesha uchungu alio nao unamwita uhaini. Enewe anyway, mimi nio navyo kulikuwa kuonyesha dalili za kwamba binadamu hawa sasa kuna kakipanda hata kadogo ka roho ya ubinadamu imewaingia, ndipo unahisi huenda hata ni toa pua itakuwa salama. Anyway, hebu msikilize kwanza huyu mwananchi, msikilize kwa ukamilifu wake na baadaye nifafanue jambo, kwa sababu nahisi wakati mwingine inawezekana ni mtego tu wa kwamba asikia hata hao vijana wangu wanachoweza kujibu, ili ikiwezekana vijana tu wao wao kwenye riski. kwa sababu sifa pia amekufa kifo fulani cha kikatili sana, binti yangu Sifa. Wengi mlisikia achana Okovu ambaye aliuawa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na niisha fafanua sana lakini Sifa amekuja kufariki mwezi wa tano, kifo fulani cha kikatili sana, cha kikatili sana. E, simu kama hizi aliwahi kuzipokea zikaonekana ameojioji sana kama kijana wangu alivyo ojioji sana kankana aliojioji sana. Sasa inawezekana ni kusikia tu vijana wanavyoweza wakawa wanatafuta kuprotect baba yao na pengine kuangaika na vijana hao wakawa kwenye hatari. Sasa hoja inakuja eh, kuweka wazi na kuficha kipi ni salama mimi nachojua kwamba kwa kuwa mimi ni nuru, na Bibilia inaamini katika haki, ni nuru. Usipoweka wazi vitu kama hivi, vijana wakipata madhara au mimi nikipata madhara, mtu anaweza kahisi, hata we mwenyewe unawezekana kwenye mchezo huu unakuwemo. Kwa hiyo kuweka wazi ni sawa na kumulika watu wanaozini kwenye giza kuamulika na tocha au mtu anayeiba kumwambia anayeibiwa kwamba ndugu, naibiwa hapo. Bila shaka wanaozini au wanayeiba humchukia sana, mtu anaweza kumulika hapo, humchukia sana lakini, eh, njia ya kuponya ni vitu kama hivi, kuwa wazi. Kuweka wazi ni salama zaidi ni salama zaidi. Hata tu eneo ambayo naona wezi wanaiba wanaua watu, kuweka wazi huwa inaweza ikaponya zaidi kuliko kuacha waendelee kuibia kuua watu eneo hilo, wapafanya pengine danguru, eneo hilo wanazini hapo, wanapea mimba watoto wa shule, watembea na wake za watu. Mwisho wa siku takapotokea wake zao wamegundua, wadazi wao wamegundua, unaweza ukaonekana na wewe ulikuwa unafanya biashara kupitia eneo lako hilo. Hebu tumsikilize huyu bwana na baadaye nitachambua kidogo. Naongea na kikosi kazi hapa. Ndio, ndio, ndio. Asante sana, unaongea na Witness Mtengerwa. Ndio, kutoka ofisi ya Rais Dodoma. Ndio, habari ya kwenu Mbea? Namshukuru Mungu, ni salama zuri. Ndio, asante sana. nilikuwa nauliza mchungaji wenu hapo ni nani? Mchungaji ameondoka hapa, hayupo, ameondoka hayupo hapa, ameisha toka yani hayupo. E, yuko mbali na mazingira hayo, yuko mbali. Ndiyo, asante sana. Sasa mpe namba yangu, ndio mwambia wamepiga simu kutoka ofisi ya Rais Dodoma. Ndio, mwambia anipigie kwa sababu ana mwaliko na mama Ndiyo, umenielewa mtumishi, kwa ajili ya ana mwaliko na mama Dodoma. Ok, sasa mwaliko sio, angemtumia barua? Ndiyo maana nakwambia, mwambie anipigie, nitampa taratibu zote nini mwenyewe, umenielewa? Okay, ok, e. Sawa sawa sawa, lakini nafikiri ningeweza mm. kusikia pia ungeweza kupatia utaratibu hapa, kwa sababu e, sini wasaidizi wake mm. anaitwa e, na mchungaji nani nam mchungaji nani anaitwa ni huyu ambaye amepewa mwaliko na mama, ndo mwambia e, anipigie sasa, ni mto utaratibu kwa sababu tu kuna watumishi wa Mungu walioitwa huko kwa ajili ya Mbea. Umenielewa? Yaani wa makanisa yote ya Mbea? Hapana, kuna baadhi ya makanisa kwa ajili ya maridhiano. Unajua sasa hivi kuna, kuna maridhiano okay. Eh, yaani wao wako kwenye itume kwa sababu ni watu wa Mungu. Umenielewa? ndio ndio, wanaweza kuongea na watu vizuri okay ndio maana akawambia, mpe namba yangu anipigie. uh -huh. yeah. Sawa, nashukuru asante na sana. usipompata kwa wakati ah, siumpata tu, itabidi mpaka umpate kwa sababu anayehitajiwa ni yeye. Okay. mm -hmm. Kanisa gani lingine wamepewa mwaliko unasema? Kanisa gani lingine amepewa huo mwaliko? Yako mengi, kuna Eli Shadadi, mnielewa? Ndio, kuna Pentekoste, mnielewa? Pentekoste hivi, kuna CJAP, mnielewa? kwa Mbea ambaye Pentekoste hivi nam nasema makanisa ya pendekoste yapo hapo Mbea, walioitwa watu wako kumi na moja kumi na moja ikiwepo mm, kanisa lenu wewe, mpe namba nipigie, mpe utaratibu. Lengo langu ni kupruvu ukweli wa taarifa hii, kwa sababu napofahamu mimi utaratibu, kama mtu anakuwa amepata mwaliko na kiongozi mkubwa kama rais, nafikiri na kunakuwa kuna utaratibu wa barua ambayo inaweza kuwa inapita kwa, kwa mk Nadhani sasa tumemsikiliza kwa ukamilifu. Mimi e, sitachambua mengi sana hapa. Nimeshaeleza pale mwanzo. Nimeshaeleza pale mwanzo. Lakini e, hii sauti ukifuatilia clip yenye thumbnail hii hapa utaiona, sauti hii ni ile ile. Jina limebadilika, sauti hii ni ile ile. Leo nimeona vizuri niweke na namba inayokuwa imepiga kwa, naamini mtakao trace hiyo namba mtaliona jina ni la nani, na pengine mamlaka husika zinaweza zikathibitisha zinaweza zikathibitisha kwamba hiyo namba na huo wito ni halali, pengine kwa kuweka wazi hivi lakini pengine zitafuatilia sasa, kwamba hayo ni maridhiano au ni maviziano. Kimsingi, kuishi kwenye mapoli, kwenye uchochoro humu namoishi, najua namo ni kifo. Pengine ndio maana nimesema nimebadilisha tu aina ya kifo, lakini humu namoishi namu ni kifo. Kifo kwa sababu ya ninavyolala, chakula ninachokula, lakini pia kwa namna ninavyofahamika. Nafahamu wakati wowote e, mtu yeyote anaweza akatoa information dhidi yangu na wahusika wakafanikisha pengine wazo wailonalo kuhusiana na mauaji dhidi yangu na kwamba e, kutafuta kabisa kwamba kuridhiana, hata kwa kukubali hasara ya vifo vinavyokuwa vimetokea pengine, tutafute njia sasa, kutoka hapa kuwe na insurance ya uhai. Hiyo naamini ni kwa kila mtu mwenye akili timamu. Shida ilipo, nani anaweza akakupa insurance ya utakuwa salama atatumia maneno gani atatumia vithibitisho gani yani akwambie nini lakini zaidi ya hayo nani mwenye roho ya kushuka ya unyenyekevu ya kujali hata ajaribu hata kujisumbua kutoa insurance ya kwamba mbarikiwa njo kwenye maridhiano njo tujadili sasa uelekeo uweje inga uelekeo, mimi kwa sehemu kubwa nitatoa waneno la Mungu ambavyo lilisovu mambo kama haya, na nimeshasema mara kadhaa, njia ya hayo maridhiano inaweza ikawaje, kwamba kwanza, maridhiano ni baina ya muuaji au mtu aliyemuumiza mtu, lazima ajulikane, lazima katika maridhiano hayo mnapoingia awepo mtu anayejua amekosea. Lakini mbili, pengine mnaweza mkasema hapana, hapo inatakiwa tu kwanza mjadiliane, kama amfahamu, kila mtu afahamu kwamba amekosea, inatakiwa sasa mujadiliane, mzungumze ili aonekane nani amekosea. Mbili, mazungumzo sio yasimamiwe kilanja, mwenyekiti awe ni yule yule anayelalamikiwa kuwa muuaji huyo, ndiye awe msimamizi wa maridhiano hayo. Kwa vyovyote vile, hawa naokuwa mewateua watakuwa wakiangalia sana masilahi ya aliyewateua. Anayetakiwa kuteua watu wa kusimamia maridhiano, sio yule yule anayelalamikiwa anayetakiwa kusimamia. Wakati maridhiano yanaendelea, sio vyombo vile vile vinavyolalamikiwa kuua. Kwa mfano, ukikaa kwenye maridhiano ili pawe salama, watatakiwa wasimamie polisi. Polisi, picha zimo mitaani, zinaonyesha vingi. Naacha vya zamani ambavyo vilikuwa vijulikani nani anayeua watu, lakini sasa zimo picha mitaani zinaonyesha polisi wakiua watu hao hao wasimamie maridhiano, ambayo maridhiano husika yanahitaji uwajibikaji, yanahitaji sasa. Huyu aliyeua, yeye watoto wake wako hai, yeye mke wake yuko hai, mume wake yuko hai, wazazi wake wako hai, dada zake, kaka zake wako hai, sisi hawapo maisha hivi yanaweza balance kawaje ikawaje inaweza kawaje hapo, hapo. Yeye yeah, aonekane mjanja kuua, sisi tuonekane si ndio? Ile anasema msamaha, msamaha kimsingi hauko hivyo msamaha huko hivyo. Ndio maana wengi wanaosema wamesamea hujitwisha mzigo mzito ambao mwisho wa siku huja kufanya tukio fulani baya kwa aliyemsamea au mtu mwingine msamaha huko hivyo imeshaelezea mara kadhaa, msamaha auko hivyo, haupiti hapo e, unaweza ukasamehe wewe usichukue hatua ya kumfanyia baya huyo mtu, lakini mara nyingi msamaha unakamilika. Aliyeua kwa upanga anatakiwa auawe kwa upanga na waovu wenzake, ndivyo ilivyoandikwa kwenye Bibilia. Iliishi hapo, akina Petro alikuwa ubiri, lakini Yesu aliwambia ashikaye upanga atakufa kwa huo Agagi aliambiwa na Samweli ya kwamba kwa kuwa ulifanya wanawake wakakosa watoto, mama ako pia atakosa watoto kama ulivyofanya. Mwanzo 9:6 Biblia inasema e, atakayemwaga damu ya mwanadamu damu yake wewe inatakiwa kumitamwagwa na mwanadamu. Daudi anamwambia Sauli kwamba mimi sina kosa lolote, lakini mimi mkono wangu hautakuwa juu yako ila Mungu atamwinua mwovu kama wewe atakaye nilipia kisasi. Katika Ufunuo wa Yohana anasema mtu akichukuliwa, akichukua mateka atachukuliwa mateka, na atakayeua kwa upanga atakufa kwa huo. Msamaa ni ile namna, pengine mimi naweza nisiwe ndiye nitakayechukua upanga kukuua wewe, lakini ulichopanda chenyewe, hata ukisamehewa utatakiwa ukivune Pengine Mungu anaweza akakusamehe kwa ile adhabu ya milele, ile adhabu ya milele, na hata hapa kwenye hii dunia, si wanadamu tunaweza tukaacha kwamba uh, ilisitokee lolote juu yako. Ingawa mara nyingi hata sisi tukiacha, Mungu humuinua mtu ambaye atakuja kukufanyia kama ulivyowahi kufanya, ingawa utaepushiwa adhabu ya milele, jehanamu ya milele. Kwa hiyo mimi kwangu eh, maridhiano hata nikihakikishiwa insurance ya aina hiyo, naamini lazima pawe pamefuatwa process kadha wa kadha ambazo zitakuwa zinaashiria dhamira ya dhati ya maridhiano husika. Inawezekana kabisa nimeeleweka kwa maneno haya machache na tafafanua tena tena itakapohitajika. Asante sana kunisikiliza.